TBC1 ukweli na uhakika. Kwa mfano mzuri kwa jamii ambayo sasa inaenda kuzunguka. Ukiwa chuani ulikuwa na

utaenda kuwa chachu nzuri huko ambapo unakwenda, na kwa kweli wale ambao baada ya kusema haya yote wamejishawishi na wameshawishika, kwenda kugombea, ninawatakia kila la heri, Mwenyezi Mungu awatangulie. Moja, tumesema tuanzishe mitaa ya viwanda kila mkoa na kila wilaya, kwa kuzingatia jiografia ya mkoa husika. Kwa haya tumewekea mkazo, lakini tumesema vile vile Mheshimiwa Spika kwamba huko kwenye viwanda, kuchukua wanafunzi kwenye viwanda itakuwa ni takwa la kisheria, sio jiani. Tunaenda kulinda uh, na kuimarisha utu, usawa, haki na uongozi bora katika kulinda amani, utulivu, umoja na mshikamano wa taifa. Ninyi vijana msitumike kuwa kichocheo cha kuvuruga amani. Nendeni mtalinde amani na mtambue, amani hii si zawadi, ni urithi ambao tumeachiwa wa kizalendo. Lazima mkaupambanie kwa hali na mali, lakini imani yetu ni kwamba kutokana na jitihada kubwa zilizofanywa kwenye raji mpya yeah.